Whatsapp ya yeah, okay. Unataka vizuri kwa hii life, lazima ujue ukitaka future, unafaa kama nse una uzanga vitu ama marketing, unafaa uze kitu yenye ni poa, kitu legit ndio pia upate pesa legit. Hapana uze kitu mbaya leo na ile hali, wewe mwenyewe unajua unafaa, uko ni biashara, unafaa uze kesho, kesho, kutwa, ni siku nyingine azinio, ndio biashara umeka kwa life yako, lakini vitu zenye unauza, unauza vitu fake alafu unauzia mtu kitu fake ili tu anunue wopatepe wopate pesa. Kuna unafaa watu wale wenye wanajua ni wakora, wanajijua, hii video iwafikie yeah. Usiwahi uza kitu mbaya juu unajua unataka tu iende upate hiyo pesa, hapana. uza kitu poa. The next time, um, tuma mamuzi akuje tena. ama kama atakuja kuja ambia mabeshto wake unaona, eh, kuna mtu anauza kitu mbaya, hawezi akarudi hapo. In fact atakuharibia hadi CV, atakuharibia hiyo job yako, notafunga ndomaana sometimes unashanganga Mbona job yangu iendelei? Mbona job yangu si fiti? Unafaa ujiulize eh, unauzanga nini? hiyo kitu unauza kwaliti yake na kuanga gani na get? Yeah, ndio next time huyo mtu aku akuje anunue, na akuje tena anunue tena, na ite mabishita wake babai. Lakini siatuanze kuuza kitu fake, okay, expect more income na get, yeah, so uza kitu legit.

ukuena biashara ina noga unaget eh, ukiona mtu place biashara yake ina noga unafaa kujua mtu anauza kitu poa na cheki okay. Ukiona place yenye unaenda pali, unapata wase pale, unafaa kununua, hakuna laini, lakini pale watu wananunua wengi laini ni kubwa, la watoki hapo, wanang'ang'ana tu, wanabaki hapo, wanataka kununua tu hapo, hapo juu kwa nini wanasema erwa kwe patient, lakini wa get kitu poa. Nasema kupiga mtu kiraka ni ile hali ya kuzia mtu kitu akifikiria ni mzuri. Mimi leo kitu napenda tu kuambia ni muze kitu fiti yenye customer yako atafurahia. Una get? Yeah. Uza kitu legit, upate pesa legit. Pesa itakusaidia, unajua. Ukiuza kitu ya, kitu inafaa kwa customer, wewe na wewe hiyo pesa yako itakusaidia, itakuwa na blessings. Lakini ukiuza kitu yenye ni fake, hakuna uh, blessings hapo unaweza ukaget. Yeah. Hiyo pesa yako utapata umetumia bure, utaanza kupigiwa tu stories kwingine hapo ulikuwa na pesa zikaisha. Unacheki hiyo si fiti, hiyo si adili poa. So muze kitu fiti God ata bless ama ni aje eh? Hapana, yeah. Ni nafaa kuwa uza kitu mbaya hapo eh, yeah. Kama kitu kiko na shida fulani, unafaa kuuza unampe wao customer. Hi. Hi. kitu nakuuzia iko na shida hii na hii nitakuuzia na pesa bei hii, una get? Hiyo mambo ingine unaenda kaunti huko mbele, pesa ulikuwa unafaa kulipa ndo kaunti huko uko mbele, lakini sio umuzie kitu alafu ni mbaya namuzia na, na beikali aende huko afungua pate e, e, e, e, nimepigwa kiraka, hikuja pale aliuziwa. Kuna mtu eh amuziwa na ghost, unacheki? Hiyo si fiti, so lazima pia nyuma tunanua vitu, mko waangalifu kununua kitu. Unacheki kama ni kununua kitu, unacheki una confirm nzuri, alafu unabeba unaenda na nyumbani, unacheki. Eh, hapana nunua kitu alafu uende ufike kwa nyumba, usikie kulia, usikie umetupea pesa. Hiyo si fiti, so mko waangalifu sana, watu ni wakora, wakora ni wengi, unaget E hey, kinua kitu angalia vizuri kwanza. Yes, uzia mtu kitu, kimwambie ukweli. Akienda nyumbani ajua, ameenda akiridhika, ameenda akiridhika, anajua mozi wa kitu yenye iko na shida fulani, na atatengeneza kwa bei hii, na amekatiwa bei ya kwenda kutengeneza. Unacheki hapo hey. Ata, atafurahia atarudi tena, hata siku ingine una get hey una cheki hiyo customer, ni kuongea naye vizuri, mnaelewana, una get yeah. Kama kitu ni mbaya, yes, ni mbaya, lakini unajua hata kitu mbaya ukiwa mwanabiashara bado utauza. Unafaa kujua hivyo bado utau bado utauza, hata kitu kama ni mbaya utauza tu, juu una cheki wao, mwambia customer yeah, hiki tu, ikiwa mzima, ikiwa mzuri, kabla haijatengenezwa inakuanga bei kiasi hii, lakini mimi nitakutengenezea bei nzuri, bei chip, uende katengeneze Eh, jua najua alikuwa shambi

Sometimes, sana sana ma electronics electronics. Sasa hapo ndio ndinakuanga na mashida vitu za stima ah. Hizo vitu za stima sasa ndio ndio unaweza fika kwa nyumba upate maajabu. Unacheki umenui kwa vizuri umenua hapo, ikiwa inafanya unafika kwa nyumba unashangaa kitu iwaki unashangai ni nini, nini. Kwanza unafaa ukuwe makini nayo sana zaidi, unacheki eh, mkuwe makini na, na eh, mkuwe uangalifu mnunue kitu legit, unaget eh, unaget eh, hivo sasa. Unajua kuna wase wa kufinika wa kufinikana na kuna wa kufinikwa. Wale wa kufinikwa ni wale wenye wanaonanga kitu juu ikiwa rembo kabisa, unaona kitu ni rembo kabisa, wewe bila kuangalia ndani kuangalia ni nini ninini, unapata tu imekubamba imekupendeza juu ya nje, unachukua unaenda nayo. Ukienda kufika kwa nyumba sasa uangalie ndani, unaweza kupata maja, unaweza kupata maajabu. Unacheki haya. Na wale wasiwa kufinikana, sa ndio wale sasa wenye wanauzi staf, sasa wanakuwekea hapo kitu, wanajua waneka place yenye ina attract, unaget y yeah, lesinaolsenya ukiona tu hivi nyo, unaona yenyewe tu ndio hii. Naget sasa, iko hivi, mko uangalifu sana, mwangalie hizo vitu mnabayi, alafu mjijue na mjue kitu mnabai una get eh yeah. Hivo sasa eh, ndio nasemanga ukiuza, uza kitu poa eh. Uza kitu fiti, uza kitu yenyewe mtu anakuja next time una get eh. Wacha wacha story ukora. Aa, ukianza kuingiza ukora kwa biashara, wewe si mtu wa biashara, wewe ni mkora. wewe ni mwizi. una, una, una, una eh kama we, kama ongelesha eh, um, hivi na hivi. Eh, customer po hadi aridhike, lakini haina hajo, jifanya kiburu moza kitu. Sasa tuma amepata ni mbaya eh, anasema anataka kurudisha ama anataka kumubadilishie, unakataa unaget get eh, hiyo ni kwa haribu form. Hivyo hivyo kufanya hivyo juu hivyo maribu form una get eh, umaribu biashara yako. So kwa hivyo unafaa tu ukue mtu honest, uza kitu fiti, uza kitu na roho poa eh Unajua hata wewe unaweza kuwa umeuziwa kitu mbaya, alafu pia ukujauzia mtu kitu mbaya. Wewe ndio we, ndio mwana biashara, unafaa kuangalia kitu unanunua. Unanunua kitu mzuri, ndio uuzie customer wako kitu mzuri. Unaona hivyo, ndio inafaa kuwa alafu tena kitu ingine, kiburi kwa biashara haistahili, awezileta kiburi kwa biashara, a aifai kiburi kwa kazi kwa sababu eh, ukiwa na kiburi eh, unajua ukiwa na kiburi, kila mtu akona kiburi, si tu loko na kiburi. Ufikiri ange ati niwe peke yako ndio uko na kiburi? Hata customer amekuja kununua pia akona kiburi, niko na kiburi, so ongeleshana tu vizuri, aina ngaja kuongelesha customer vibaya ama hata mwenye mnunuzi, una kuzio, una una e, e, pia wewe mnunuzi unakuja unaongelesha mtu anakuzia vibaya. Unacheki, unafaa kuongeleshana na tu fiti, unacheki eh, tunaelewana mambo inakuwa fiti, haina haja kujifanya kiburi, unacheki eh, kiburi ifai kwa biashara na kuongea pia vibaya ifai kwa biashara, unaona? so eh, tunafaa tunaongeleshana vizuri, mambo inakuwa fiti, mambo inakuwa legit, una get eh, sio story ya kwanza tena kuongeleshana hapo vibaya hmm? Ati biashara legit, pesa legit. Ama niaje, kila mtu anafaa. Unafaa unapiga biashara legit. Pesa legit pia na kwa legit. Alafu pia ndio unajisaidia kimaisha, unajua, pesa pesa halali ndio huwa inasaidia sana kushinda pesa yenye sio ya halali, unacheki eh, ukiwa na pesa halali, ukiwa na pesa halali inakusaidianga sana hata kama ni kidogo but tuni ya halali tuni jasho yako. Unajua jasho ya mtu inakuanga laana, unaget eh yeah. So, jasho yako hata kama ni kidogo inakusaidianga sana vizuri. Alafu God wanna bless tena, unafaa kujua hivyo eh, ama upigwe, ha ama upigwe headshot, unacheki eh yeah. Na sometimes vitu zingine sio ya kutumana, ni wewe mwenyewe ujitume, uende ujione mwenyewe, uchukue kitu, unajua kwa sababu unajua ukituma mtu once umetuma mtu kitu utaanza kuwalaumu watu wawili, tunaanza kulaumu watu wawili sasa. Una cheki ajagani, anza kulaumu eh, watu wawili, juu utalaumu mwenye umetuma na mwenye amemuuzia. Una get eh? Sasa utaona watu wamekukosea eh, juu mwenye umemtuma ajaangalia haya, mwenye amemuuzia na amemuuzia kitu mbaya kijua. Una cheki, so erwa mwenye ujiende, enda mwenyewe, nunua kitu yenye unataka juu, kama utaki kuharibu pesa. una cheki kama utaki kuharibu pesa, kama utaki Yaani eh, kama utaki mambo mengi unacheki, eh, jiende mwenyewe, endea kitu kama unataka kubaya usitumie msee alafu akuletea kitu yenye huko unataka, wanze tena kukasirika, wanze tena makasiriko. Una get? Eh, wewe endea mwenyewe, endea mwenyewe. So, iko hivyo, mnafaa kujua hivyo. Sawa, eh, msipigwe kichwa msemenge ati ho, J Fly jayo wachanua. Alafu niko hapa, niko hapa hivi kuachanua, na niko hapa hivi kusema ukweli. Una get? Yo, piga subscribe and share for the love. Una get? Yeah.